Yako mambo ambayo mtaasikia bungeni ikitajwa Arusha, mheshimiwa, unasikia ikitajwa Arusha, mama, unasikia yaani, ukisikia tu kwamba tuna mpango o, wa kufanya tatu Arusha, wewe unga mkono, hata usiulize kwa nini. Baadaye ukiona anauliza maswali mengi so... Hebu niambie bro, hivi hii kitu gani tumeshakubali huku lakini huko <laughs> ni kwa ndugu zenu. Kwa hiyo chochote kile kitakachotajwa kuhusiana na mkoa wa Arusha kwa ajili ya bajeti elfu mbili ishirini na tano ishirini na sita waheshimiwa wabunge, naomba ungeni mkono bila kuhoji, kwa sababu nia ya Daktari Samia na wananchi wa mkoa wa Arusha ni njema kwa taifa letu. Tuna matarajio na mtasikia kwenye bunge lijalo na budget mkoa wetu utakuwa miongoni mwa mikoa itaka kwenda kunufaika na kujengewa SGR kwa sababu kabla ya uwekezaji wa Daktari Samia pale Tanga, bandari ya Tanga ilikuwa ni ya tatu kwa kuingiza na kutoa mizigo kwenda nje ya nchi. Lakini Daktari Samia ameweka uwekezaji wa bilioni 400, umeifanya bandari ya Tanga imekuwa ya pili. Na sisi watu wa Arusha tulikuwa tunapata maloli 60 kwa siku yanayopita, kwa sababu hii ni shortcut ya kupeleka mizigo Congo, Burundi, Rwanda na Uganda. Na matokeo yake sasa tumetoka kwenye maloli 60 kwa siku, tumekwenda kwenye maloli 600 kwa siku. Maelekezo ya daktari Samia si tu kwa ajili ya Arusha, ameelekeza pia Tanga ijengwe standard gauge itakayotoka Tanga kwenda Msoma almost karibia kilomita mia tano na kutoka pale Msoma kwenda Uganda moja kwa ni kilomita mia moja sitini kwa hiyo ni shortcut ni peleka mizigo Uganda kupitia Msoma kwa reli yenye viwango vya juu kwa hiyo waheshimiwa wabunge mkisikia tu hilo jambo mle bungeni e ungeni tu mkono na sisi angalau tuingie kwenye siasa afu maisha yetu yabadilike